Nina, hatuendi pamoja? Alisema kwamba imefichwa kwa ndani. Hiyo ina maana gani? Labda tutapata kitabu kitakachotuelezea. Kila mtu aangalie sehemu tofauti. Sayansi ya udongo, sayansi ya umeme wa jua. Hiki ndio mnachokitafuta? Utu. Ndiyo hii. Kesho ni Jumaamosi, tukutane asubuhi jua linapochomoza. Tutakuwa na siku nzima ya kuitafuta. Sawa, ngoja tuone. Tunatakiwa kwenda upande ule. Hebu subiri, umejuaje ni kule? Kwa sababu ramani inatuonyesha hivi. Haya, kiduchu. Sasa njia gani ndiyo kwenye tunu ya utu? Kule. Lakini mbona mwanzo ulisema ni upande ule? Oh, kabla hatujajua tunaenda njia gani, ni lazima tujue jinsi ambavyo dunia inayotuzunguka inaendana na ramani. Inabidi tuhakikishe ramani inaonyesha uelekeo sahihi. Unaona, kwenye hii ramani, kaskazini ni juu, mashariki ni upande wa kulia, kusini ni chini, na magharibi ni upande wa kushoto. Hivyo inabidi tuiweke ikiangalia kaskazini. Kaskazini ni wapi? Mimi naona ni kule. Ni ni kule. Umejuaje hapa? Kaskazini haibadiliki kulingana na unapoangalia. Ipo uelekeo ule ule kokote duniani. Nina mimi naidhani kaskazini ipo mbele yako kila wakati? Hapana, huwa wanachora ramani hivyo tu, wanaonyesha kaskazini ikielekea mbele au juu, lakini kaskazini, kusini, mashariki na magharibi ni pande nne za dunia na hazibadiliki kulingana na unapoangalia inabidi tu tuangalie uelekeo kuanzia hapo tuliposimama. Sasa hivi na tuna bahati kwamba jua linachomoza. Oh, kwa sababu jua linachomoza mashariki na jua linazama magharibi. Ah, kwa hiyo mashariki ni upande ule jua linapochomoza. Hmm, nimepata wazo, naweza kuona ramani tena. Sawa, kwa hiyo mashariki ipo kule, inamaanisha kaskazini ipo upande huu. Kaskazini! Kaskazini, safi. Tunajua ramani inaonyesha upande gani. Sasa inabidi tutafute sisi tupo wapi kwenye ramani. Mm, kijiji cha Kokotoa kipo hapa na soko lipo hapa na sisi tupo hapa shuleni. Kwa hiyo kuipata tunu ya utu inabidi tushuke kwenye kilima, tupite msituni, tupande daraja kuvuka mto, tufikie ile milima. Ule ni upande gani? Magharibi. Magharibi! Wazo zuri. Kibena, shikilia ramani ili iendane na upande tunaotazama. Asante kwa msaada wako. Nina, umejuaje yote haya kuhusu kusoma ramani? Mjomba wangu ni dereva wa magari makubwa, kwa hiyo huwa inabidi asome ramani kila wakati ili kujua aende wapi. Did you like this video and want to watch more? Subscribe to get exclusive access to premium content and more.